Sasa kwa sababu Lukamba naye pia ashafika hapa kwenye mic, nataka mnielezee tu kwa uchache. Lukamba, turudi tu kwako sasa na wewe. Ana hapa alishakuwa nikijua story, tunapiga story, hebu uh, ilikuwaje kutoka kuwa muigizaji ukaviacha ukaamua kwenda kuwa mtu wa, wa, wa mambo ya kamera, tena wakati ulikuwa na kipaji cha kuigiza, ndugu yangu Mehaso na Stella Mbunge. Nataka kujua hii ilikaje kwa uchache kwa sababu sio sio sio time yangu okay, lakini lki kwenye hustling sometimes lazima uangalie kitu gani kwa wakati huo kinaweza kufanya uh, ufanikiwe zaidi Okay. Umeelewa. mm. uh, na kipindi kile sisi tunafanya kumbuka, Stella mm. ilifika hatua lakini, soko la filamu lilikuwa limeshuka, lime, lime, lime, lime nafikiri imeshuka sana so hiyo mm. liniona nikaona bana kama sasa soko limeshuka, ndugu yangu teno, tena unangania una, una, una nini unangania kwenye, kwenye soko soko, soko kabisa alieleweki ali, like, soko limeenda ndivyo sivyo, mm. kabisa kabisa. Pesa saa hizi sisi sisi tuko hapa, nafikiri kama atapata bahati ya kutuona mzee wetu mm. uh,